Mwaka jana mwezi Septemba tuliendesha zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, zoezi ambalo lilienda mpaka Oktoba, lakini tunayo uh, uh, hakika kwamba kuna watu wana sababu moja au nyingine. Wakati tunafanya zoezi hilo, pengine umri ulikuwa hujatimia, mm -hmm. au wengine walikuwa wana sababu nyingine ambazo ziliwafanya washindwe kuja kujiandikisha, mm -hmm. kwa hiyo serikali imetoa uh, fursa ya awamu ya pili kama utaratibu unavyojieleza kwamba tunaanza tena zoezi kwa mkoa wetu wa Singida. Zoezi litaanza tarehe kumi na sita mwezi huu wa tano mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi huu wa tano, kwamba tunategemea kuandikisha kwa angalau watu hamsini na mbili elfu. Kwa hiyo wajitokeze wale ambao hawajajiandikisha, na kati yake wamo ambao wengine wanapenda kuisha taarifa zao kufanya marekebisho ya taarifa zao. Kwa hiyo ni zoezi ambalo ni la muhimu sana na tukitambua kwamba haki ya kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania ambaye ametimiza vigezo. Labda asante kufunuzio. Pengine sasa vituo vitakuwa aje? Kwa mtu ambaye anasikiza sasa hivi, nataka kwenda kujiandikisha na kwenda wapi? Kwa eneo lake ambayo iko, vituo vitakuwa kama tulivyovifanya vile vya awali katika maeneo ambayo wananchi wanaishi, katika maeneo yao wataona matangazo. Kwa hiyo tutakuwa na vituo ambavyo maeneo ya karibu na hasa maeneo ambayo yamelengwa kuandikisha watu hawa kwa hiyo waweza kufika kwenye serikali zao za mitaa serikali za vijiji, watapata zile uh, taarifa sahihi. Mwingine ananiuliza swali kwamba je, utaratibu huu unakuwa una gharama yoyote? Kwa kweli utaratibu huu gharama ni yeye mwenyewe kufika katika kituo mm, na nisisitize, ofisi zetu za vijiji ofisi mm, za mitaa katika mtu anapoishi au ofisi za kata ndio mm, maeneo ambayo tunatolea huduma katika kipindi hichi. Kwa hiyo hakikisha wanafika hakuna gharama yoyote ya mtu kwenda kujiandikisha kwenye line ya simu kuna mtizaji, nani na uko wapi? Na mkuu kadi kupiga au mcezaji naninaukoa nakushukuru sana mzee wangu, huko uliko wewe umeshajiandikisha, na ndio maana tayari una kadi. Kama unayo kadi yako, huna sababu tena, wewe unasubiri tu kupiga kura, lakini sisi tumelenga wapiga kura ambao wapya kabisa ambao hawajajiandikisha na hawana kadi zaidi ya hamsini na mbili elfu mia nne tisini na saba pia kuna ambao tunakadiria 24,531 hawa wanaenda kuuisha taarifa, labda ameama eneo la makazi, ametoka eneo moja kwenda kwa kue eneo lingine, au taarifa zake zimeongezeka, kuna nyongeza. Kwa hiyo anaenda kuuisha tu, lakini wewe na kadi yako mzee wangu, umesha graduate.